Ikiwa ni mara ya kwanza kwa Ukraine kuhusishwa katika mazungumzo ya kumaliza vita na Urusi yaliyofanyika nchini Saudi Arabia, Rais Volodymyr Zelensky ameamua kuwasilisha mpango wa muda wa kusitisha mapigano. Mpango huu unatajwa na Kiv kuwa una matumaini ya kurejesha uhusiano wake mwema na White House, huku wajumbe wa Ukraine na Marekani wakianza mazungumzo wa mjini Jeddah kutafuta suluhu ya mapigano kati ya Moscow na Kiv. Mkutano huu wa amani unajiri wakati Moscow Ikishambulia vikali Ukraine kabla ya Ukraine kujibu mapigo kwa kuvamia Urusi kwa ndege zisizo na rubani na kulazimu mamlaka kufunga kwa viwanja vinne vya ndege vya Moscow. Katika mkutano huo, timu ya Ukraine itaongozwa na mkuu wa baraza la Zelensky, Andriy Yermak, mshauri mkuu wa usalama na mawaziri wa mambo ya kigeni na ulinzi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio ambaye ataandamana na mshauri wa kitaifa wa usalama Mike Watiz na ujumbe wa Marekani wa Mashariki ya Kati Steve Witkoff, amesema usitishaji wa misaada ni jambo ambalo linaweza kusuluhishwa katika mazungumzo hayo. Tangu majibizano ya maneno baina ya Zelensky na Trump, Washington ilisitisha msaada wa kijeshi kwa Ukraine pamoja na shughuli za ujasusi kama njia moja ya kushinikiza Kiev kutafuta amani, huku Moscow ikiendelea ku miundombinu na kudhibiti vijiji kadhaa vilivyokuwa chini ya utawala wa Ukraine. Hii ni TMC News Updates kimataifa. Usisahau kusubscribe, kulike, share na comment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.